Kayo nimechukua fomu hii nikiwa na uhakika kwamba kazi tuliyoifanya kuanzia elfu mbili na ishirini mpaka leo ni kazi ambayo hahitaji mtu kusimuliwa, inaonekana kwa macho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 sina wasiwasi katika kuchukua fomu hii. Na ukiangalia jina langu naitwa Angelina Silvesta Bala Mabula, linaanza na A, hey, ni mtoto wa kwanza maanake ni herufi ya kwanza, na nimekuwa wa kwanza pia kuchukua fomu leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2025 nikiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi. Kulingana na katiba yetu, leo ndio tunaanza uchukuaji wa fomu na mimi kama mwanachama wa Chama cha Mapinduzi nimekuja kuchukua fomu kwa ajili ya kugombea ubunge jimbo la Ilemela. E, kwanza wanachama wananiamini kwa sababu mimi mpaka sasa hivi ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa, ni, ni, ni, ni, ni, ni cheo cha ngazi ya juu kabisa katika chama chetu, hivyo wananchi wananiamini na lengo na madhumuni ya kuchukua fomu ni kuweza kuwatumikia wananchi hasasa wa jimbo la Ilemela. Nafikiri tutaongea baadaye baadaye kwa sababu ndio nimechukua fomu natakiwa nikazisome nizijue zimeandikwa kitu gani. Nafikiri baada ya hapo nitakuwa na wasaa mzuri sana wa kuongea na nyinyi. Fomu zitaanza kugawia tarehe 28 mwezi wa 6 kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 10 jioni na zoezi hili litakwenda mpaka tarehe 2 mwezi wa 7 saa kumi jioni. Katika kipindi hicho mwanachama anaweza kuchukua fomu na akailejesha ndani ya kipindi hicho. Na fomu hizi zinajieleza zenyewe, lakini kawaida, kama mkurugenzi wa uchaguzi inapotokea mgombea aliyekuja kuchukua fomu akawa na sintofahamu katika fomu, e, mimi kama mkurugenzi wa uchaguzi, e, naweza kumsaidia pale na pale, sio kwa maana ya kum, yani kumwelekeza ili fomu ile atakapokwenda kuijaza isiwe na makosa, ipendeze kwa kujibu kile ambacho anaulizwa na fomu hiyo. Kwa hiyo maelezo hayo yanakuwa ni changizo kwa yule ambaye anataka kuelewa lakini fomu yenyewe inajieleza vizuri, na tumeweka utaratibu wa kuja kuchukua hizi fomu, na anayekuja anarejista jina lake, anaweka detaili ambazo sisi tunazihitaji kwa mujibu wa maelekezo, na baadaye zoezi linaendelea. Kwa hiyo ni washukuru sana, na nitoe wito kwa sisi wale ambao wanawiva kugombea nafasi hizi, basi waje wakachukue fomu kwa, kwa tarehe hizo ambazo tumezi zimetajwa na katiba, zimetajwa na kanuni yetu ya uchaguzi.